Mwanzo wa Pasaka hii ni kukumbuka ufufuo wa kiroho chako. Haleluya! Kumbuka ufufuo wa kiroho chako. Ndiyo maana tuko hapa, ni ili Bwana afufue mioyo yetu, ili Bwana afufue nafsi yako, afufue kila kilichokufa, kifufuke. Haleluya, haleluya! Kifufuke kila kilichokufa fufuke kila kilicho duma, kianze upya. Mnaopiga miayo kwenye maombi na kutangazia, leo ni saa ya kuwasiliana na Bwana, miayo itoke, miayo itoke, fufuka na Kristo atakuangazia. Fufuka na Kristo atakuangazia. Semame, semame, nimejinoma gani? Kuna watu ni kukana kuondoka <coughs> hamna kazi yoyote. Una yani shughuli yoyote, hauna utumishi wowote, kudeki kanisa haumo, ibada za ushemasi haumo, kwenye mkesha haumo na kwenye lile na lile mbona hauitiki? Haumo kushuhudia, haumo ha. Mpaka sasa umekalia hivi viti, yawezekana hata mia moja. Haumo. Ha. Yani hata mia muulize, mwanzo una mchango wote kwenye hicho kiti ulizo na mchango wote kwenye hicho kitu kilichokalia. Nyewe wageni mbarikiwe, lakini ambao tuna tuko na ninyi humu kanisani, toka hata mia moja huna, hujatoa hicho kitu, umekalia tu. Utalipwa nini wewe? Yesu amefufuka, anza utumishi leo, anza utumishi leo, anza utumishi leo, fufuka katika wafu, rudia ibada tena, anza kufa yula aliye kuokoa yu onyesha imani iliyo hai, onyesha kiroho kilicho hayesu yeah. Amefufuka waliokata tamaa wanarudi Emaus wakasema, amekufa tuliyemtegemea ataturudishia utawala, tusitawaliwe na Kaisaria. Sasa amekufa, tulijua ndiye tumaini letu, atakayetuletea utawala. Kwa mara hii Yesu akawaambia, sikiliza yeye, yeah, yeah, yeah, ni yura aliyetumwa na Baba, anasimama katika neno yaliyoandikwa na manabii, sherita yatimize. Ndiyo maana amefufuka. Walipokuwa wanashangaa Yesu ali hai anajitokeza kwao, akadhihirika kwao, wakaondoka usiku, badala ya kwenda kulala, wakaahirisha wakasema, turudi Yerusalemu, maana amefufuka. Muda wa usiku wanakimbia, wanarudi Yerusalemu, wakawaambie watu ametutokea, ametutokea. Bwana akutokee, Bwana akutokee, Bwana akutoke, kwa sababu hii ayatokee maisha yako. Yesu yu hai, na hii ndiyo pasaka yetu, ni ya kiroho. hata kama hujachinja kuku nyumbani Yesu akutokee.